Ya kitaalu aya ya pili waman adlam zimekuja ilzishekatika sh aaaa katika suratu Al-Baqara imekuja waman adlam mimman mana masajid Allah, ni nani dhalim zaidi kuliko yule ambaye anazuia mi, mi, nyumba za Allah subhanahu wa taala kutajwa ndani yake, Allah anafukuza watu katika misikiti wasifanya ibada. Watu ya wa kamati hawa yule kipozio wanasema wa watu kamati watu wabaya sana, watu wa kamati za misikiti ambao hujifanya ile misikiti ni yao kiasi kwamba mtu mpaka baadhi ya huduma anajifanya hizi ni specific, pahali hapa hakuna mtu kuswali ni pangu mimi. Au mpaka tumeshuhudia choo, anaandika choo hichi kibovu alafu anakikomea na kukula yeye anafungua watu. Haya ha, si masala katika Uislamu yani. Mimman, ma, ala kulli hal mana masajid Allah yudhkara fiha asmuhu, ni wale ambao wanafanya misikiti watu wasiweze kumtaja Allah ndani yake, wanazuia watu kuswali ndani ya misikiti kwa sababu tofauti tofauti. Bali pengine Allah amesema: Faman adhlamu mimman iftara Allah kadhiban, kama ambavyo tumepita huko nyuma katika kisa cha ashabul kahfi, ni nani dhalimu zaidi kuliko sema uongo dhidi ya Allah, wa kadhaba bisidiqi idhjaahu, halafu akakanusha ukweli wa mtume sasalam pale ambapo ukweli umemfikia. Ni nani dhalimu kuliko huyu? Sasa katika hizi inakuja ina na aya nyingine, aya zote hizi je, ni nani dhalimu zaidi? Mbona hapa tunaona dhalimu zaidi ni huyu na hapa dhalimu zaidi ni huyu? Na jawabu tutachukua tu jawabu moja, ziko jawabu tatu, lakini jawabu moja ni kwamba aa, takhsisu kullu maudhicin bimacna bimacna, silati kila maudhu, kila sehemu itafanywa maalumu kwa maudhui inayoungana nayo, iliyofungamana nayo. Kwa mfano laa <laughs> la ahada min almanicina, hakuna katika wanaozuia watu, adhlama adhlamu, aliodhulumu zaidi, mimma manasajid llah, kuliko yule ambaye anazuia watu katika miskiti ya Allah wakumkumbuka kumtaja Allah wala ahadu min almuftarina, na hakuna katika wanaozua, adhlamu aliyedhulumu zaidi, mimma niftara Allah kadhiba, kuliko anayemsingizia Allah uongo. Wa hivyo hivyo katika ambao wamekadhibisha, hakuna ambao wanasema uongo, hakuna anayesema uongo zaidi kuliko yule anayemsemea uongo Allah subhanahu wa ta'ala, anayesema uongo dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo, kwa hiyo kila aya inachukuliwa kwamba katika aina ya dhambi hii hakuna aliyodhulumu zaidi kuliko huyu ambaye aya ni mtaje kwa kufanya hivyo, naondoka mushkeli wa kila aya. Inafahamika katika muktadha wake, inajulikana kwamba katika kategori hii alifanya dhulma zaidi ni huyu ambaye aya imetaja. Hiyo inatosha kuondosha mushkeli katika aya hizo zote. faman azlam wa man azlam. Uh, na katika nyingine mafunzo ya kitaaluma ya kitaalamu, biqouli ki ta'ala, inna ja'alna ala qulubi makinatan yafqahuhu. Anasema panaweza pakasema kwamba ikiwa sasa hawa makafiri Uh, wameshapigwa chapa hawaamini, masikio yao yamekuwa mazito, hayawezi kufuata haki, wala macho yao hayawezi kuona haki. Uh, vipi halafu wende wakaadhibiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema aljawabu an Allah jalla wa jalla wa ala bayyana, Allah ameweka wazi fi ayatin kathira, katika aya nyingi tena nyingi sana, min katika kitab, kitabu chake al-azim, kitukufu anna tilka almawani, kwamba hivi vizuizi vilivyofanywa vizu alati yajaluha ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim walkhatami wattabii walghishawati walakinna vizuizi hivi ambavyo vimewekwa katika nyoyo zao na masikio yao na katika uoni wao kama vile kupigwa mihuri na kupigwa chapa na kuwekewa vizibo na kuwekewa mapazia na mfano wa vitu hivyo, innama ja'alaha alayhim jazaan wifaqa, mambo hayo wamefanyiwa wao kama ni malipo sawa sawa kwa yale matendo yao ambayo wameyatenda hapa duniani, wameanza kulipwa. Lima badaru, kwa sababu wao walianza ilaihi, walikimbilia min al-kufri wa takdhibi ar-rusul, wa kafiri na kukadhibisha mitume bi ikhtiyari, kwa khiari zao wenye wao fa adhaqa Allahu qulubam, kwa Allah kaziacha nyoyo zao zipotee biltabi bi kwa kupigwa chapa wal akinnati, na kuwekewa vizibo na hadhalika, na mfano adhabu kama hizo jazaana la kufrihim, ikiwa ni malipo ya ukafiri wao kwa kwa ambao Allah amesema bal taba Allahu alaiha, Allah amepiga mihuri katika nyoyo zao hawasi haki bi kufrihim ai bi sababi kufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao wahuwa nasu quraniyu sarih sarihu, anasema hii ni nukuu ya wazi katika Qurani, bi anna kufrahum, kwamba ule ukafiri wao asabiqa, huwa sababu atabii ala qulubi, ukafiri uliotangulia baada ya kuwa walikuwa wapo huru kujichagulia, wakajichagulia ukafiri kwa makusudi, halafu wakafanya inadi katika ule ukafiri wao, kwa sababu watu wapo <laughs> ambao walichagua ukafiri kama Saidna Umar, lakini hawakuwa na inadi, walikuwa na uadilifu, hutokea katika ukafiri wao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza. Na wengine walikuwa na ukafiri, halafu ule ukafiri wao haukuwatosha tu kwa kwaona ukafiri, wakakosa uadilifu katika ukafiri, wakafanya inadi kama Abu Lahabi, wakatangaziwa kabisa kwamba huyu motoni, hata ishi miaka mingapi, hata slimu. Na kweli ikawa ni hivyo hivyo, kwa sababu mwenyewe alichagulia uh, ukafiri Uh, na kama ambavyo Allah amesema, falamma zaahu wazaka Llahu kulubahum, walipopotea Allah subhanahu wa ta'ala kazi akaziachia nyoyo zao zipotee. Na pia Allah subhanahu nayo nasema ni sababu ni dalili iliyo wazi vile vile kwamba sababu ya kupotezwa na Allah ni kwamba wao wenyewe wao walichagua kwanza kule kupotea. Na pia Allah amesema dhalika bi annahum amanu imekuwa hivyo kwa wanafiki bahabu, kwa sababu wao walikuwa ni Waislamu thumma kafaru, lakini halafu wakakufuru fatubia ala qulubihim ndio kupigwa chapa katika nyoyo zao hawawezi tena kuongoka. Wa qauluhu taala fi qulubihim maradhun, nyoyo zao wao nyoyo wamezigonjosha wakazifanya zina ugonjwa wa unafiki fazadahum llahu maradha, Allah wakawazidishia maradhi ya unafiki na husda na choyo na chuki na mfano wa maradhi ya nyoyo na kauli yake pia Allah, wanuqalibu afidatahum tutazigeuza nyoyo zao, absarahum na uoni wao, kama lam yuminu bihi awwala marra, kama vile ambavyo mara ya kwanza waliposikia walipokuwa na, na, na uchaguzi wenyewe hawakuchagua. Kwa hiyo sasa wamechaguliwa na Allah, huo huo kafiru walionao watabakia nao, wanadharuhum fi tughyanihim yamahun, na tutawacha katika upotofu wao wanatangatanga, wanakwenda huku na kule, kama ambavyo hata waumini wa Allah anasema Uh, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, wangalitoka na nyinyi wasingalikuzidisheni isipokuwa matatizo tu. Kwa hiyo Allah anasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye aliwazuia wasitoke watu wanafiki katika vita vya Hunaini, akawazuia yeye Aliwaz, aliwabakisha pale pale Madina, wasiweze kwenda vitani kwa sababu walishaichagulia wao wenyewe wao tangu mwanzo, walishafanya vitimbi tangu mwanzo. Kwa hiyo mtu alikochagua ndio huko huko alikoelekea, Allah Subhanahu wa ta'ala humuelekeza huko huko. Kwa hiyo aya hizi, Ibnul Qayyim ana maelezo mazuri sana katika vitabu vyake vingi anaelezea, lakini nadhani katika Shifaul Alil ameelezea zaidi, lakini pia Muhammad Lamin Shinqiti katika Dhawaul Bayan ameelezea kwa uzuri sana kuhusu jambo hili. Uh, kwa hiyo ni jambo ambalo linajirejea mara nyingi kwa watu kuleta hoja hizi, kama kwamba pia Qur'ani uh, inajipinga huku inasema watu wanahiari, lakini huku wanasema kwamba wamepigwa, wamelazimishwa wabakie hivyo. Kwa hiyo uh, tahlili yake uchambuzi wake ni hivyo kwamba mtu kwanza alikuwa na hiari mwenyewe akisha kujichagulia kuelekeza huko, fasanuyassiruhu lilyusra au fasanuyassiruhu lilusra, mtu atarahisishiwa kwenda katika wema au atarahisishiwa kwenda katika uovu, kwa mujibu alichochagua yeye mwanzo. Halafu kauli yake taala, falan yahtadu idhan abada, hawatoongoka milele watu wakishakufanywa hivyo. Hapa ni kama kwamba mtume anakatishwa tamaa. Anasema hapana, mtume hakatishwi tamaa, bali ni taslia, ni kuliwazwa kwamba asijilazimishe. Kuna watu hawawezi kuongoka, kwa hiyo akiwa hawajaongoka yeye asihangaike. Kwa hiyo analiwazo ana kwamba hao, usihangaike nao hawatu, hao watu hao ndio hivyo hivyo tu, hawawezi kuongoka. Pia jambo la tano wa rabbuka al-ghafuru dhu rrahma, mula wako ni mwingi wa kusamehe mwenye rehema. Anasema hii aya pia ni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Mtume sa sallam yumkinu an yaqul, anaweza akasema limadha lam yuajalu bil biluquba, kwa nini hawa hawaangamizi kaifa yukadhibuna ni wa ana rasulullahi wa lam yaqibuhumullah wa lam yaqibuhum kwa nini wananikadhibisha na mimi ni mtume wa Allah nao hawaangamizwi. walakin bayana Allah lahu annahu huwa lghafuru dhur rahma, lakini Allah amembainishia wazi kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehma. Kwa hiyo anayetaka kutubia miongoni mwao atampokea na bado anaendelea kuwapa watu muda kama wanataka kutubia pia watubie. na law yakhudhum bima kasabu lajala lahum ladhabu, ni kwamba Allah angalitaka law arada Allah yuakhidh an-nas bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhaba, angalitaka Allah kuwapatiliza watu, basi angaliwafanyia adhabu haraka haraka, wa kufanya madhambi tu wanaangamizwa, na kwa hivyo asingalibakia yote katika watu. Jambo la sita wa rabbukal ghafuru dhur rahma, anasema, ikiwa itasemwa kwa madhahiri ya aya hii inaonesha kwamba kule kucheleweshwa adhabu makathiri ni rehma, na vipi, mbona rehma ya Allah iwafikie makafiri? Anasema hapa kuna jawabu mbili. Jawabu moja ni kwamba rehma hapa inakusudiwa neema, kwa hiyo ile kupewa afya siha nzuri, wakawapewa mali wakapewa watoto, ni ni neema za Allah hizi, zinawapata makafiri, zinawapata makafiri hapa duniani. Hakuna hakuna muhali kwa jambo hili. Na ya pili kaw, nini kauli ya pili au Arrahma, ujawabu la pili ni kwamba allati rahmatullahi mahdhuratun ala kuffari yaumal qiyama. Eh, rehma za Allah zimeharamishiwa makafiri siku ya kiyama, fa amma fi dunia fa innahum yanaluna minha al-afiya wa rizki, lakini hapa duniani ni kwamba hii ndio ambayo tumeshaisema kwamba hapa duniani wanapewa riziki na afya makafiri, lakini akhera hawatopata chochote, hawatopata chochote. Kwa hiyo rehma inakusudiwa rehma ya hapa duniani, kama ambavyo tafsiri tumezoea, bismillahir rahmanir rahim, tunasema arrahmani ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu kure waja wake makafiri na waumini duniani, alafu arrahim mwenye rehema ambazo wengine wanaziita ndogo ndogo ambazo wakati wale ndio kubwa wanapewa tu watu, watu maalum, sio ndogo ndogo, bali ni rehema maalum za akhera kwa ajili ya wa Waislamu peke yao. Kwa hiyo ikiwa rahma kwa ajili hiyo ni kwamba, uh, Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani anawapa makafiri, lakini kwa jina lake lila arrahman, lakini arrahim akhera ndiyo atakuwa peke yake anawapa waumini. Kwa hiyo arrahma, sifa ya rahma ipo katika ar-rahman na ipo katika ar-rahim. kwa ar-rahman ndio wanapata makafiri na waumini na rehma hiyo na kwa ar-rahim watapata waumini peke yao wa akhera, kama ambavyo wamesema, wakana bilmuminina rahima, Allah ni mwingi wa rehma akhera kwa waumini tu peke yao. Kwa jawabu ya kwanza amesema arahma hahuna bimaana nima, rehma ni kwa maana ya neema. Wa nimatullahi la yahlu minha muminun la na nima za Allah hazimuepuki kafiri wala Muislamu. Funzo uh, la saba watilka lqura ahlaknahum lammadhalamu, hii technical kat kidogo. Kwa nini haikuja watilka lqura ahlaknaha? Kwa nini haikuja kwamba hivyo vitongoji tuliviangamiza, lakini amesema ahlaknahum, hivyo ni vitongoji, tumewaangamiza. Tumewaangamiza manaake na kusudiwa ahlaknahum watu, watu ndio ambao wameangamizwa, na wala sio kwamba vitongoji bi, bi, ndio vilikusudiwa adhabu. Ala kuli hal hii wamepita hivi, kwa sababu msimamo aa, ni kwamba katika Qurani hakuna majazi. Sii ambao tunajuzuisha majazi, kusudiwa watu wa vijiji. Wao wanakusudia kijiji, ama watu wa vijiji, sisi tunasema kusudiwa kijiji, hiyo inakuwa ndiyo uh, kauli sarihi, lakini ikikusudiwa watu wa vijiji na imetajwa vijiji, hivi ndio ambayo sisi tunaita majazi, wala mashahatu fil istilah, na wala hakuna kugombana katika mustalahati hizi. Kama sisi tunaita majazi, wao hawaiti majazi, hakuna haja ya gogoro hapo Wea. Ala kulli hal ni kwamba ahlaknahum, sio kwamba tumeviangamiza vijiji, bali tumewaangamiza watu wa vijiji, ndio na kusudiwa, ndio mwisho wa wa maana zote, utakapopita mpito wowote ahlaknahum inakusudiwa kwamba waliangamizwa ni watu, kama ilivyokuja wasalil qaryata allati kunna fiha katika Suratu Yusuf, uulize vitongo, vitongoji ambavyo sisi tulikuwa katika vitongoji hivyo, inakusudiwa wasalu ahlil qaryati allati kunna fiha, waulize watu wa vitongoji ambavyo sisi tulikuwepo, walira allati aqbalna, misafara ya watu ambao tumepishana tume, tume nayo huko